Kwamba tayari tumeshenyentwa na na JKT, tuna kila sababu ya kuweza kumwambia JKT, nishikamoo Malaika. Hoi mchezo, ni kweli ni hoi Malaika, kwamba tayari na, na JKT, tuna kila sababu ya kuweza kumwambia kum, kum, kum, <laughs> uh, ni, ni kum, kum, kum, ni shikamoo Tumeshenyentwa. Eh, tumeshenyentwa JKT e, JKT ni bora sana na tunaona huu mchezo zaidi ya mchezo wa pili mchezo wa mzuri sana yeah. Uh, amecheza mchezo aaa ambaye ni Yanga, ni Yanga Queens. Yeah. Tumeona namna na, na, na, na tani. Yaani katika mchezo mzima wa picha uwanjani, uh, JKT walikuwa kwa vizuri. Lakini pia amekuja kutuonyesha kwamba alichokifanya kwa, kwa, kwa Yanga Queens sio bahati mbaya. Yeah. Uh, eh, amekuja kutuonyesha alichokifanya kwa Yanga Queens. Yanga Queens wao kidogo walipambana sana, kwa sababu Yanga Queens uh, msimu uliopita wachezaji, msimu huu uh, hawajaondoa wengi, wameondoa wachache na pia wameboresha kwao. maana yake nini? Wana, wanajuana sawa, lakini Simba Queens tuna wakati mgumu sana, tumewaondoa wachezaji 10, tumewaingiza wachezaji wachezaji 11, na ndio maana unaona mpira wetu ambao tumeucheza mpira ambao ni wa kawaida sana. Yanga amefurahia kipigo chenu leo. A sasa mshabiki wa Yanga akisema amefurahia huyo ni mgonjwa, kwa sababu wote tumeshenyetwa. Yeye kashenyetwa goli saba kwa sita sawa, sisi tumeshenyetwa goli mbili kwa moja na nukuu, ukitoa zile goli zao na goli zetu sisi wote ni moja kwa moja, wote, wote tumesha goli nini? moja na kapiga goli moja na JKT. Sa, na mtu yote asipokubali, wewe mgonjwa akili Msimu msimuu JKT, na sio msimu huu tu, sisi Simba pekee ndio tuna uwezo wa kumfunga JKT kwa kikosi kile, ambacho msimu uliopita tulimfunga mechi kule hapo apa tulisalia nayo, ila kwa kikosi tulikuwa nacho hatuwezi kumfunga JKT. Kwa bora sana leo hapa. Na sio uongo, nimeangalia dakika ya kwanza mpira unaanza mpaka dakika tisini sisi hatuna mpira ambao tulioonyesha naba. Tumesema kwamba tuna kila sababu ya kuweza kumheshimu sawa JKT JKT hana jua simwadhuri eh? JKT JKT anajua huyu ni mwamba JKT. Kwa hiyo hiyo tuna kila sababu ya kumsapoti JKT, kumwambia JKT safari ametunyoosha <mulia>